na tunakuletea hapa uchambuzi wa mechi nyingi ambazo zinafanyika hasa za klabu yetu ya Chelsea, lakini leo tuko mahususi kwa ajili ya mechi ya, iliyotoka kumalizika muda mfupi uliopita. Ni mechi dhidi ya Newcastle United pale kwenye uwanja wa St James Park, ambapo mechi imemalizika mabao mawili kwa mawili tukiwa nyuma mabao mawili kwa sifuri kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili kuweza kurejea mchezoni na kuweza ku Uh, tafuta mabao mawili ambayo yamesababisha tuweze kuondoka na sare kwenye mchezo huu uh, kikosi kilianza kama wengi tulivyokizoea lakini kulikuwa na mabadiliko machache kwenye timu moja. Ya kitu ambacho kimekuwa surprise kwa siku ya leo ni Enzo Fernandez kuweza kuanzia nje uh, kwenye kikosi cha kwanza na nafasi yake akacheza uh, Reece James pamoja na Moses Caicedo katikati ya uwanja Eh, lakini upande wa defense, kulikuwa na e, eh, Cucurella na Gusto kwenye upande wa fullback; lakini center back walikuwepo Trevoh Chalobah pamoja na Wesley Fofana. eh, kwenye dala ya viungo wa shambuliaji Alejandro Garnacho, Cole Palmer pamoja na e, eh, Pedro Neto. Mshambuliaji eh, kiongozi alikuwa ni Joao Pedro. Mabao mawili ya Chelsea yameweza kufungwa na Reece James, akipiga free kick nzuri kwelikweli. eh, bao la pili likiweza kufungwa na eh, Joao Pedro na kufanya ubao usomeke mababa mawili kwa mawili. Tunaanza uchambuzi wetu na wachambuzi wangu wa zamu kwa siku ya leo wako hapa kuweza kujurisha namna gani ambavyo mechi ilikuwa na namna gani ambavyo e, tumecheza mechi na huko nyuma tulikuwaje. Nipo na Abdul Karim Athmani ambaye leo hii alikuwa shuhuda wa mchezo huu na yeye atatuambia ameonaje mchezo wa leo na kipi kilikuwa kikwazo kikubwa kwenye mechi hii dhidi ya Newcastle na tukaweza kushindwa kuibuka na ushindi. Jina langu naitwa Himidio Kabuje. Tutakuwa pamoja mpaka pale ambapo nitasema bye bye. Uh, nianze na Abdulkarim Afumani. Nini ambacho ulikiona kwenye mechi ya leo na kilikuwa kikwazo kikubwa hasa kuweza kushindwa kuibuka na ushindi kwenye mchezo huu? Asante, Himidio. Eh, mchezo wa leo, kwanza ni mchezo mzuri moja kati ya michezo yetu bora kabisa kuicheza katika eh, eh, katika awamu hii ya kwanza au mzunguko huu wa kwanza wa ligi kuu ya Uingereza. Tenshen ya mchezo ilivyokuwepo na aina ya mpinzani ambaye tumekabiliana naye ilikuwa sio jambo rahisi, na hasa ukizingatia matokeo ya hivi karibuni kwa mechi zetu za uh, takribani nne katika uwanja, uh, uwanja wa nyumbani wa Newcastle tumepoteza mepoteza na ukiangalia leo hii walivyoingia walivyoanza mchezo walikuwa vizuri, walikuwa wameutawala, walikuwa dominant kwa kila sehemu, na timu yetu tumeweza kusafa katika kipindi cha kwanza eh. na ni mchezo ambao uligawanyika katika vipindi viwili eh? Kipindi cha kwanza Newcastle wamedominate na wameweza kufanikiwa kupata magoli mawili ya haraka haraka katika kipindi cha kwanza mnamo dakika ya nne na dakika ya ishirini. Eh, unaangalia ni eh, timu nzima ilikuwa ni eh, ilikuwa ni iko ovyo katika kipindi cha kwanza eh, katika kufanya marking, katika kufanya attacking na pia katika possession eh, ni timu ambayo ilikuwa ni very weak kwa siku ya leo eh, dakika ishirini za, za mwanzo namuona striker wao yule Nick Woltemade amefanikiwa ya kupata yale magoli mawili baada ya save ya Robert Sanchez eh, mpira uliopigwa na Anthony Gordon kufanya save hatimaye ukadondokea kwa miki akamalizia, ambayo ni nasema ni, ni, ni mabeki wetu mabeki wetu wamechelewa kufanya clearance ya ule mpira baada ya kipa ku, ku, ku, ku save. Eh, angalia ni namna gani Newcastle walivyokuwa wanadominate katika department zote eh, Newcastle wameweza kucheza vizuri katika kipindi cha kwanza na Chelsea, tumeweza kupoteza possession, possession yote katika kipindi hicho eh? angalia namna tulivyokuwa tuna struggle hasa kufanya build up ya mashambulizi -ma tume, tumepata tabu sana, pia ilikuwa ni uchache hasa katika eneo la kushambulia katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kwa kifupi, kipindi cha kwanza tulikuwa na eh, defensive ambayo ilikuwa ni ya ovyo, kuruhusu goli la mapema na magoli yote ambayo yalikuwa ni ya mapema pia tulikuwa diet, eh. Na tatizo katika midfield yetu, Newcastle walikuwa ni very strong na more aggressive katika kipindi cha katika eh, midfield ambayo ndo walituzidi. Na pia tulishindwa kabisa kutengeneza nafasi. Angalia, tumemaliza kipindi cha kwanza hakuna eh, shot on target. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni weakness ya kipindi cha kwanza. Tulijaribu lakini ndo hivyo ikawa tumefeli tume. Kipindi cha pili kilianza vizuri. Ilikuja ikiwa imebadilika hasa baada ya kuingia Fernandez eh, na kutoka Malo Gusto, timu ikawa inajaribu sasa kushambulia, ingawaji ukiangalia mfumo wa timu zote mbili ni kama ulikuwa, aina ya mchezo ulikuwa kama wanafanana, walikuwa wanashambulia kwa kuvizia, mwingine akienda kushambulia wanaanzisha counter attack, wanaanzisha eh, eh, counter attack na wanafika kwa mpinzani kwa haraka. Angalia gol la Angalia goli la pili tulivyolipata eh, mpira wametoka, walikuwa wanashambulia Newcastle, mpira amefika kwa Robert Sanchez, baada ya kuucheza kuangalia, kaona eh, kamuona ka yu Pedro yuko katika nafasi nzuri. Hame, ha, ameweza kuutumia ule mpira, ile ni asist ya Sanchez, imeweza kudondokea pale, kamzunguka beki, aweza kuipatia timu yetu goli la kusawazisha na goli ambalo limetupatia pointi moja. Kwa ujumla E, mchezo wa leo nikianza na golikipa e, wetu Robert Sanchez alifanya sehevu nzuri. Magoli yale aliyofungwa uwezi kumlaumu mmoja kwa moja kwa sababu yeye alishafanya kazi yake, mabeki wamesinzia wa katika goli la kwanza na pia goli la pili e, ni pua e, pua makin ya mabeki wetu. Kwa hiyo kuanzia golini mapema, Sanchez alifanya sehevu muhimu pia kutoa asisti ya gol ambayo aliweza kuitumia vizuri Joao Pedro kufunga goli la pili e, na pia e, e, kwa ujumla e, Chelsea ya leo kipindi cha pili ilionyesha mchezo mzuri tofauti na kipindi cha kwanza. Asante bwana. Okay, um, Abdukarim Athmani. Uh, kwenye dakika ya 44 ya mchezo wakati tunaelekeaelekea kumaliza kipindi cha kwanza uh, kulitokea faul ambayo uh, Cole Palmer alichezewa, lakini mwamuzi akaona mpira huu uh, mechi iendelee, lakini kwa takriban asilimia themanini ya wachezaji wa Chelsea wakabaki wamenyosha mikono juu, kitu ambacho kikatufanya uh, tushambuliwe na likatokea shambulizi zuri kwa upande wa Newcastle lakini hawakutumia kama ipasavyo. Uh, ukiwaangalia uki wachezaji professional na kosa ambalo wamelifanya na disaini hii uh, kwa mtu ambaye angekuwa ni mzuri kutumia nafasi maanayake, tulikuwa tunaadhibiwa. Uh, kitu gani ambacho chesi tunakikosa hasa kwenye, uh, kwa nini tuna muda mwingi wa mchezo ni kama tunasinzia kwa baadhi ya nyakati ambazo zinakuwa ni za muhimu mimi hilo kwa kwa namna moja au nyingine, kwa upande wangu mi naona kama yale magoli mawili ya haraka yalitutoa mchezoni. Angalia wachezaji kama walitoka mchezoni, wakawa wanafikiria zaidi. Sasa walikuwa wanafikiria zaidi ni namna gani ya kuweza, sio namna gani ya kusawazisha, namna gani ya kuweza kuwazuia hawa Newcastle wasiendelee kuleta madhara, kwa sababu wenyewe aina ya mchezo wao walivyokuwa wanaocheza ni kama walitutoa kabisa wachezaji, waliwatoa kabisa wachezaji wetu mchezoni. Kwa hiyo wachezaji wetu mindset zao wakawa wanaamini kabisa refa hayuko pamoja nao, na ndio na maana hata ile fauli ilivyotokea wote wakawa wamenyosha mikono juu, alafu eh, wakawaacha Nyukeso wanaendelea kucheza, na bahati nzuri lile shambulizi hawakulitumia vizuri lakini ilikuwa ni clear chance, wangeweza kuitumia na, na ndio chance ile ingeweza kuua kabisa mchezo, lakini kiangalia wachezaji wetu hapo kwa namna moja au nyingine walikosa professionalism ya mpira eh, na walitakiwa waendelee kukaba mpaka pale watakaposikia kipyanga cha muamuzi. Ila ni tu walitoka mchezoni kutokana na yale magoli ya haraka mawili eh, na pia kwa siku ya leo mi naweza nikasema mwamuzi naye pia akuwa fair wa upande wetu hasa kwa baadhi ya matukio, hasa zile faul kiangalia, ukiacha hiyo dakika arobaini na nne pia hata kipindi cha pili kuna faul kadhaa zilitokea, lakini mwamuzi alimweza kipenga pa eh. Kiangalia tena alikuja kufanyiwa faul, ila sikumbuki dakika ngapi, lakini akameweza kipenga. Kwa hiyo ni mara kadhaa tu hajawafea mwamuzi kwa mechi ya leo, hasa kwa baadhi ya matukio kwa wachezaji wetu Tushukuru tu tumepata mm -hmm. Hizi pointi mbili zitaweza kutu, pointi moja inaweza kutusogeza. <laughs> Okay. Ja, una, kuna watu wengi nimeona wanalalamika juu ya matumizi ya nafasi hasa kwa Alejandro Garnacho kwenye mchezo wa leo. Ukimzungumzia Alejandro Garnacho wa uh, mechi labda tano nyuma na mechi hizi mbili tatu zilizopita. Uh, kwangu mimi namwona ni Alejandro Garnacho ambaye amebadilika kwa kiasi fulani. Eh, unafikiri ni kitu gani ambacho anakikosa na akikiongeza anaweza kuja kuwa msaada mkubwa kwa uh, Chelsea kwa siku za usoni? Eh, ale, Alejandro Garnacho anachokikosa ni umakini kwenye goli eh, umakini kwenye goli, hatumii nafasi anazozipata, amekuwa ni mzuri sana hasa kwenye kutembea, kudribo mpira, anachukua mpira na amekuwa ni amekuwa kiroteti na Maki Kukurela. Mechi ya leo nimeona wamefanya kama kubadilishana mara kadhaa, ingawaje sio mara nyingi sana. Alivyokuwa anashuka anashuka pale mpaka kwenye mstari e, e, wa katikati, anachukua mpira, anaenda nao, ila end product yake ndo haijawa nzuri bado, hajawa na product nzuri, hasa kwenye goli. Nafasi alizopata leo hii angeweza ku kuamua mechi lakini mimi wewe kwa mtazamo wako anasema kwamba ame anakuwa ni watofauti, anabadilika, ila mimi sioni kama anabadilika. Mi naona ni makosa ni yale yale kila mechi. Naona ni mzuri hasa kwenye timu za kawaida na timu ndogo, ila inapokuja swala la timu zenye weiti kubwa kidogo, au kwenye mizani sawa na Chelsea kwenye ligi e, kwenye ligi kuu naona anakuwa na papara, hawi mtulivu. Mimi mechi ya leo nilitamani sana uh, nilitamani sana Estevao Williams angekuwepo eh, huenda ange, ingawaje yeye sio winga pasei wa kushoto, lakini huenda Pedro Neto anaweza akacheza winga yoyote, huenda naye ange, angeleta impact nzuri kuliko, alivyo alivyoionyesha hii Alejandro Garnacho. Kwa hiyo mimi nachomsii eh, au ninachoona anachotakiwa abadilike sasa hivi nikuwa makini na gol awe makini na goli, awe ni mtu hatari kwenye goli e, sio sawa na Pedro Neto. Pedro Neto apati nafasi nyingi, lakini akiipata huwa anaitumia na akikosa, najua kabisa hii lidamiria. na hii hii amekosa kutokana na uwezo wake umefika mwisho, lakini Alejandro Garnacho ni winga ambaye bado hajawa na matumizi mazuri kwa nafasi, kwa nafasi anazozipata hasa anapokuwa mbele ya goli. Mm. <laughs> Maneno yangu sio msahafu wala si, si Biblia na, kwa maana hiyo inaweza kubadilika muda wowote. Kile ambacho nakiona kwa Alejandro Garnacho inawezekana ee, mwingine awezi kuwa nakitazamia vile, vile pia uh, nipende ni, ni tu ku, ku, kujua kwa timu unavyoiona kwa wakati huu unafikiri tunaelekea kwenye tunaelekea kwenye mwezi Januari ambao dirisha dogo la usajili huwa linakuwa wazi. Kuna kuna uh, uwezekano wa kwamba tunaweza tukaongezea mchezaji mwingine kwenye nafasi yoyote inayoonekana uh, kwa, kwa sasa hivi au tunaweza tukaendelea na hii timu mpaka pale ambapo tutamalizia msimu, kwa necha ya mabosi wetu. Kwa sasa sera yao nazani kusajili makinda okay lakini ukiangalia kikosi cha Chelsea ambacho kinaanza huwa hakina backup, hakuna kabisa mtu ambaye unasema yuko benchi ataingia abadilishe mchezo, huyu ataleta impact mbele. Kwanza sisi hatuna mshambuliaji pase namba tisa, yule hatari yule, kila ambaye tunaita nafasi moja goli moja, e, sisi hatuna mpaka sasa hivi, tunategemea viungo wale washambuliaji ndio watuamulie mechi, maana Pedro, mwenyewe sio mshambuliaji pasei, sio namba tisa ile ya kusimama, eh useme huyu anamaliza mechi. Tatizo la kwanza hilo, ambalo ni namba tisa tunalo kwenye timu yetu. Tatizo lingine ni backup ya beki, ukimtoa Trevoh Chalobah na Wesley Fofana, na hatuna beki mwingine ambaye anaweza akaingia akacheza kwa imara mkubwa kama waliopo, mabeki kama u, u, kina Chalobah na, na Fofana waliopo hawa kina Tosini Tosin, pamoja na mwenzake Badiashile, sio watu wa kuwategemea. Kwa mfano mechi kama ya leo ndo uwachezeshe wale, tungefungwa magoli mengi. Kwa hiyo timu yetu inahitaji hasa mbeki wakati ambaye atakuwa ni backup kwa hawa, kama hata kuwepo kama hata kuwepo Trevoh Chalobah au Wesley Fofana, yeye ataingia na atacheza kama, kama kawaida na atacheza bila wasiwasi kwa hiyo ni watu ambao tuna, tuna wahitaji. Kwa swala la winga winga mimi sioni shida, ni swala tu Estavio Williams aingie katika, katika mfumo wa kocha wetu. Ni e, ataanza moja kwa moja kwa, kwa, kwa, winga, Neto, winga Estavio, mi na m sina wasiwasi na mtu mwingine ambao kama winga, Pedro, e, u, Cole Palmer, naye, ni mzuri, anaweza akatumika kama winga. Kwa hiyo sana sana ni nafasi mbili ambazo ninaona e, kwetu sisi bado zina shida. Kwa hiyo kama ingewezekana, dirisha la mwezi Januari, waliopo benchi hawa, kwa sababu wameshindikana, wame wamepewa nafasi kadhaa mara kadhaa, lakini ndo hivyo, hatuoni hatuoni umuhimu wao katika timu. Kwa hiyo waliopo benchi wote hawa, mabosi waangalie, kama wanauza wauze, au kama wanawatoa kwa mkopo, na wat watuletee wengine ambao wapo katika mkopo wapo kwa mkopo katika timu zingine, mfano Strasbourg. Tuna wachezaji wengi ambao ni wanaweza wakaja wakawa ni kama backup ya hawa waliopo. Na kama haitawezekana, waingie sokoni wasajili beki hata nikinda aje asubiri. Mi naona kama yule Aaron Anselmino ambaye yupo Borussia Dortmund. Akire, akirejea kwa kiwango anachokionyesha kile kule Ujerumani, kama atakuwa na kiwango kile naona wanaweza ukaukatiza mkopo wakare, akarejea kwa ajili ya kuwa backup ya Chaloba na Chaloba pamoja na Wesley Fofana, ingawaje sio jambo rahisi, sio jambo dogo moja kwa moja aje awe backup, sio sio jambo dogo kwa nature ya ligi ya England ilivyo. Asante okay. Uh, nashukuru sana bwana uh, Abdulkarim Asmani na kwa kumalizia malizia nipende tuzungumzie matukio mawili ya mchezaji mmoja, team captain Reece eh, James eh, kwenye dakika nafikiri ilikuwa ni themanini plus, tunaelekea mwishoni mwishoni, amefanya saves moja ambayo ilikuwa ni save nzuri na ikatufanya tuendelee kubakia mchezoni. Kama si yeye, wenda tungekuwa tunazungumzia kitu kingine hapa, lakini kuna tukio lingine ambalo uh, amelifanya dakika za mwisho mwisho kabisa na amekosekana kula umeme. Unafikiri Reece James ana ana impact gani kwenye kikosi cha Chelsea hasa kwa wakati huu ambao tunahitaji kwa asilimia kubwa wachezaji wazoefu? kwa, kwa kiwango kikubwa unafikiri Reece James ni tunaweza tukamzungumziaje kwenye mchezo huu na hata michezo mingine ambayo imepita? James, kwa mchezo wa leo ni, ni, ni moja kati ya wachezaji ambao ni best performer kwa mechi ya leo alikuwa na kiongo kizuri na ameonyesha kwa nini yeye ni captain kwa jinsi alivyokuwa anapambana. Angalia namna alivyokuwa anafanya majukumu ya kina Trevoh Chalobah na kina Wesley Fofana, anatoka pembeni, amekuja kufanya clearance ambayo ndio ilikuwa inamaliza mchezo, ilikuwa ni goal la tatu. Angalia yule Wissa alipokea mpira vizuri, akatoa pasi, akatoa pasi e, simkumbuki ni nani yule jina lake lakini ndo ilikuwa ni alishabaki yeye na golkipa unaona. Wesley huyu e, James alitoka kusikojulikana kaklia ule mpira, ikawa kona pia. Angalia pia ile nafasi ambayo ilikuwa kama ni utata kwa refari mpaka wakatumia VAR dakika ya mwisho kabisa, ile ilikuwa ni dakika ya tisini na nne tisini na nne plus kwa hiyo unaona ni namna gani alifanya, alienda kuingilia ule mchezo pasina kumgusa mchezaji, alienda ku, ku, kuingilia ule mpira na golikipa wetu akaucheza, akatufanya tuwe salama. Kwa hiyo pointi moja ya leo, kuna asilimia katika asilimia mia moja, kuna asilimia zaidi ya sabini ya James. Angalia clearance alizofanya angalia na faulo iliyoweza kutupatia goli la kwanza. Kwa hiyo alikuwa na mchezo mgumu sana alikuwa na mchezo mzuri sana eh, eh, aliyoipiga ile ika, ikafanya ikatufanya turejee mchezoni pia. Kwa hiyo kwa namna kwa moja au nyingine, huyu ndo captain, anastahili ana kuwa captain, na pia anazidi kurikava kila siku. Namwona kabisa huyu ndiye beki bora namba mbili kwa sasa ukimtoa Ashraf Hakimi kwa sasa ni namba mchezaji e, mwingine ambaye anafanya vizuri kwa sasa hivi katika namba ile ni Reece James. Mm, wanasema, e, uki- ukiwapa kongole wachezaji usiache kumpa na kiongozi wao. Uh, unazungumziaje kwa kumalizia mwishoni kabisa kwa kumzungumzia e, Enzo Maresca pamoja na namna ambavyo waliset timu yake hasa kipindi cha pili na kufanya comeback ambayo imetupa pointi moja. Enzo Maresca Enzo Maresca, kwa sasa hivi yule ni masta yule ni masta wa mchezo. Kwanza kipindi cha kwanza e, timu ilivyoingia ilikuwa down, lakini kipindi cha pili e, walivyorejea wachezaji wetu sio wale kipindi cha kwanza. Unaona jitihada wakawa wanajituma E, ni kutokana na ha hamasa kubwa ya Enzo Maresca unaona, mpaka ile kadi aliyoipata ilikuwa ni kutokana na reaction ambazo alikuwa anazifanya, alikuwa anawatia moyo wachezaji e, kwenye kushambulia, unaona, muda wote amesimama. Kwa hiyo ni mmoja kati ya makocha ambao kwa sasahivi mi naweza nikasema yupo, hajafika ile level ya juu ya kina Pep Guardiola, lakini ndo kocha ambaye yupo katika daraja la katikati kuwafikia akina eh, Guardiola Huyu e, tukimpoteza e, kwa namna moja au nyingine, tutakuja kumjitia. Kwa hiyo kwa njia yoyote ile kocha Enzo Maresca tumlinde. Eh e, ni kocha ambaye kwa sasa hivi anausoma mchezo na anakuja kubadilika. Ni kocha ambaye kwa sasa hivi sio yule wakupaniki tena. Enzo Maresca alikuwa akitanguliwa goli e, mechi imeshaisha, lakini sio yule tena. Unaona sasa hivi anajaribu kuendana na na ana kuendana na mchezo husika na wasoma wapinzani, sabu zake ambazo anazifanya zinamlipa, hata sabu pia e, watu wengi pengine hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba e, kopama angetoka ange anaingia Andre Santos, lakini angalia hata alivyoingia Andre Santos, Chelsea ilibaki kuwa ni dominant na tulitawala tuli zaidi, kwa hiyo ni kocha ambaye kwa sasa hivi ni kocha mwenye maono na ameshajua nature ya Chelsea na ameshawasoma wachezaji wake, nani na nani nimtumie kwa wakati gani, na ndio maana unaona kwa sasa hivi amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Asante pia ni kushukuru sana Bwana uh, Abdulkarim uh, Athumani ambaye uh, uh, tulikuwa wote kwenye sesheni hii ambayo uh, ilikuwa sesheni bora sana na niseme tu ya kwamba uh, tutakutana tena kwa wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akijalia. Jina langu naitwa uh, uh, Hemi Diwe Kabuje.